Mojawapo ya kundi muhimu sana katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu ndani ya nchi yetu ni kundi la vijana. Kundi la vijana, ehe, ndani yake wako vijana waliokuwa vyuo na vyuo vikuu, wako vijana waliokuwa nje ya vyuo na vyuo vikuu, lakini licha ya utofauti wa maeneo kadha wa kadha ambapo vijana hao wanapatikana, bado haijapoteza nafasi yao ya umuhimu ndani ya taifa letu, haswa katika kipindi hiki muhimu sana cha uchaguzi mkuu 2025. Kwa hiyo kwa kuwa ninafahamu nafasi tuliokuwa nayo vijana, na mimi kama kijana mwakilishi na kiongozi wa vijana wengi waliokuwa sehemu ya vyuo na vyuo vikuu nimeona ni vyema nami nikashiriki katika mjadala kuu wa kitaifa unaohusu uchaguzi mkuu wa taifa letu, kwa sababu jamii ya vijana wasomi wa vyuo na vyuo vikuu ni jamii inayotegemewa, inayotumainiwa, inayoaminika na kuheshimiwa sana na Watanzania ndani ya nchi yetu sisi kama sehemu ya vyuo na vyuo vikuu, wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu tulikuja na msimamo ambao asili ya msimamo wetu ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukisema kwamba hatukatai, hatubezi wala kupuuza changamoto za wachache ambao waliona kuna haja ya kushiriki uchaguzi mkuu 2025 lakini tukawashauri na tukaishauri mamlaka husika na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na vyombo vyenye mamlaka husika ya kusimamia uchaguzi kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iheshimiwe, kutokana na tamko lake la kutaka kila baada ya miaka mitano nchi yetu ifanye uchaguzi ndani ya taifa letu. Na nitumie wasahuu ishukuru sana mamlaka husika zinazohusika na masuala ya maandalizi, usimamizi na uratibishaji wa uchaguzi mkuu ndani ya nchi yetu kwa kuheshimu, kusikiliza na kuyatekeleza maoni, mitazamo, mapendekezo na ushauri ambao ulitolewa na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu kwa kutaka katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipate kuheshimiwa, kuthaminiwa na hatimaye tukaona juhudi mbalimbali zikiendelea za kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nashukuru sana. Sisi kama sehemu ya vyuo vikuu tukasema bado tuna haja ya kuisaidia nchi yetu. Na jukumu ambalo tulilibeba moja ni kuhakikisha kwamba wa, wananchi wa Kitanzania, wananchi ndani ya taifa letu wanashiriki uchaguzi huu katika namna ambayo italetea tija serikali na taifa letu kwa ili kusudi tupate tija tunayokusudia ndani ya nchi yetu kupitia uchaguzi mkuu huu wa mwaka 2025 tukasema kwanza tutahakikisha tunaihubiri amani, tunaiombea amani, tunaizungumzia amani, ili Watanzania wote washiriki uchaguzi huu mkuu pasipokuwa na hofu na wala mashaka yoyote juu ya uhai na ustawi wa maisha yao. Mabalozi namba moja wa amani ndani ya nchi yetu ni wanafunzi wa sehemu ya vyuo na vyuo vikuu ndani ya taifa, tuna kila sababu ya kusema Kazi hiyo tuliyoiasisi ya kuwa mabalozi wa amani utulivu ndani ya taifa letu ni kazi ambayo hatukurupuka kuifanya. Tulijiandaa kwa sababu tulikuwa tunajua consequences zake zinazokuja mara baada ya kuifanya kazi hii.